Maafisa nchini Uingereza wamesema itachukua wiki au hata miezi kadhaa kuwatambua wahanga wote wa ajali ya moto ulioteketeza jengo la makazi mjini London wiki hii. Watu 17 wamethibitishwa kuuawa, lakini polisi imesema idadi hiyo inatarajiwa kuongezeka pakubwa. Kiongozi wa upinzani Jeremy Corbyn amewatembelea waathirika hao, huku waziri mkuu Theresa May akikosolewa kwa kuwatelekeza. Jamii imeungana kuwasaidia watu walioachwa bila makazi. Polisi mjini Washington imetoa waranti za kukamatwa kwa walinzi kadhaa wa rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan kwa kuwapiga waandamanaji wakati wa ziara ya Erdogan mwezi Mei. Watu 11 walijeruhiwa katika tafurani hiyo iliyotokea karibu na makazi ya balozi wa Uturuki mjini humo. Erdogan amekosoa uamuzi wa kutolewa waranti hizo. Katibu mkuu wa zamani wa Umoja wa Mataifa Kofi Annan na viongozi tisa wastaafu wa Afrika wameonya juu ya hatari inayokabili DRC kutokana na kushindwa kuitisha uchaguzi mkuu. Annan na marais wa zamani wakiwemo Thabo Mbeki na Olusegun Obasanjo wamesema wameona wajibu wa kutoa tahadhari kabla mambo hayajaharibika vibaya. Rais Kabila alikataa kuondoka madarakani baada ya muhula wake kumalizika Desemba mwaka jana. Watu kadhaa wameuawa katika machafuko ya kumpinga Kabila. Polisi nchini China imesema mlipuko ulioua watu nane nje ya shule ya chekechea katika jimbo la mashariki la Shuzo ulisababishwa na bomu lililotengenezwa kienyeji na inalichukulia tukio hilo kuwa uhalifu. Mshukiwa mwenye umri wa miaka 22 aliuawa katika mlipuko huo. Wazazi wengi walikuwa wamewafuata watoto wao wakati mlipuko huo ulipotokea na wabunge wa vyama vya Republican na Democratic nchini Marekani wameungana katika mchezo wa baseball kumwenzi mwenzao aliyepigwa risasi na kujeruhiwa vibaya na mtu mwenye hasira dhidi ya rais Donald Trump na chama cha Republican. Mnadhimu wa Republican bungeni Steve Scalise alipigwa risasi na mfasi sugu wa Bernie Sanders aliyeelezwa kukasirishwa na hali ya mambo nchini humo.